Huu hali gani, mpenzi mtazamaji wa DNA TV, karibu kwenye kipindi cha maisha na siasa, lakini leo tunajikita zaidi kwenye upande wa amani. Na siku ya leo nimepata fursa ya kukutana na mchungaji wa kanisa la Tanzania Christian Center Church Kurwa Msafiri. Hapa kuna mengi tutajifunza kutoka kwake, lakini hasa kuweza kuhamasisha amani kulingana na kipindi hichi ambacho tuko nacho. Endelea kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe na kukomenti kwenye chaneli yetu ya D&A TV ili kuwa mwana familia yetu <lipositorio> <lipositorio> Eh, wa Msafiri, karibu sana kwenye stu, studio zetu za D&A TV. Asante sana, karibu sana sasa Kwa kipindi hichi ambacho tuko nacho eh, ni kipindi cha uchaguzi, ambacho kipindi kama hiki, kuna baadhi ya mataifa mengi sana duniani yameweza kuingia kwenye machafuko. Sasa we kama mchungaji eh, unazungumzia vipi kuhusiana na hii hali hasa kwenye upande wa amani? Asante sana ndugu mwandishi. Jambo la kwanza, kama ulivyosema, naitwa Mchungaji Kurwa Msafiri kipindi ambacho tulichokuwa nacho ni kipindi cha muhimu sana, sisi kama taifa la Tanzania, lakini hasa sisi ambao Mungu ametupa dhamana ya kuisimamia amani. Ukisema mimi ni mtumishi wa Mungu, basi wewe ni mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Tukisoma Biblia kwenye kitabu cha Waibrania kumi na mbili ule mstari wake wa kumi na nne, Biblia inasema itafuteni kwa, kwa bidii kuwa na amani na watu sasa kama bibilia nasema memo bidii, maana yake tuna wajibu wa kulinda amani tuliokuwa nayo. Kama hatutailinda kwa bidii, kama tukiipoteza, tutakuwa tuna bidii ya kuitafuta. Tunamshukuru Mungu, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe ishirini na tisa. Niseme jambo moja, watanzania tunayo wa amani, lakini tuna wajibu wa kuendelea kuilinda amani tuliyo nayo tusiipoteze amani ni tunu kwa hiyo tumepewa dhamana ukisoma hata Biblia tena kwenye kitabu cha nyakati wa pili ile sura ya saba mstari wa kumi na nne Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kutii sasa sisi bado hatujafika huko tusitafute kuanza kujinyenyekeza tuko kwenye kipindi cha neema lakini tuna changamoto kubwa nitumie nafasi hii kuambia watanzania na wakristo wote kwamba tunaweza leo tukadharau amani tuliyokuwa nayo, lakini nataka niwaambie, ikitokea amani tuliyokuwa nayo ikapotea, tunalazimika kulipa gharama ya kuitafuta. Sasa ni vizuri amani tuliyonayo tukailinda. Kwa hiyo Yesu anatuagiza ya kwamba ni wajibu wetu kutafuta kuwa na amani na kila mtu. Tunamshukuru Mungu, leo mataifa mengi yanajifunza kwetu Tanzania na yanasema wazi Tanzania ni kisiwa cha amani. Tanzania ni mahali sahii pa kukimbilia. Sasa kwa hiyo ni kwa sababu Mungu ametupendelea. Kwa hiyo kama Mungu ametupa neema na ametupendelea, hebu tuthamini h amani tuliyokuwa nayo. Lakini e, kwa mujibu wa sensa ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili hivi eh, idadi ya watu wengi zaidi ni vijana na kwenye kila maandamano, kila uvunjifu wa amani wanahusika sana ni vijana. Na nyinyi kama wachungaji ndio wenye kukaa na wananchi wengi sana makanisani, je, huwa mnatumia njia ipi kuhakikisha kwamba mnaendelea kuihubiri amani ili na wao wakawe wawakilishi wa amani kule wanapokwenda? Asante sana. Kwanza nitumia nafasi hii kuwaasa watumishi wa Mungu wenzangu. Biblia inasema kanisa linaanzia nyumbani. Hawa vijana wetu ambao wanayohamasishana kwenda kwenye maandamano kabla ya kwenda kwenye maandamano wanaanzia kule nyumbani. Kule nyumbani wanazungumza nini? Biblia inasema kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Je, kule nyumbani wazazi, watumishi wa Mungu kule makanisani? Tunawafundisha hawa vijana wetu neno la Mungu. Tunawafundisha umuhimu wa amani tuliyonayo. Kwa hiyo mimi ni waase watumishi wa Mungu wenzangu, tuna kila sababu sisi pale kimele kanisa letu la urejesho. Tumeanza program kabisa ya kuwafundisha vijana wetu umuhimu wa amani na namna ya kitu cha kwanza, wathamini amani tuliyokuwa nayo leo. Tunaona ya kwamba wanatoka wanakwenda makazini, uhuru waliokuwa nao kwenye mitandao, ni hii amani tuliyokuwa nayo. Sasa hii amani tuliokuwa nayo ikiondoka, huo uhuru wa huko kwenye mitandao utakuwa haupo. Huo uhuru wa kuhamasishana vitu ambavyo vinataka kwenda kutuvunjia amani ya taifa letu utakuwa haupo. Kwa tuna wajibu kama nianze na mzazi mmoja mmoja pale nyumbani. Biblia inasema kanisa linaanzia pale nyumbani. Sasa baba, mama wewe ni mchungaji wa kijana wako pale nyumbani. Hebu tuwasaidie hawa vijana wetu kuwafundisha umuhimu wa amani. Lakini na sisi watumishi wa Mungu wanapokuja siku ya Jumapili na siku vingine na vipindi huko makanisani, tu tuna wajibu wa kuwafundisha vijana wetu amani. Amani tuliyokuwa nayo leo tukipoteza tutakuja kuijutia. Lakini tuna wajibu wa kuwasaidia vijana wetu, wafuatilie nchi za wenzetu. Naomba nizungumze nchi moja ya Libya. Libya, kabla haijaingia kwenye machafuko, walikuwa wanaona ni kitu kizuri sana, walikuwa wanaishi vizuri, wanakula vizuri, na wao walianza hivi kwenye maandamano kwenye, kwenye mitandao ya kijamii kwanza, kuhamasishana kuhusu maandamano. Lakini sasa hivi nenda katika nchi ya Libya, kila mtu anajuta kwa, baada ya kuipoteza ile amani, watu wanaanza sasa kujuta. Sasa niwaase ndugu wa Tanzania, kabla hatujaipoteza amani tuliyokuwa nayo, kwanza tuilinde. Kama watumishi wa Mungu, wazazi, tuilinde vijana wetu, tuwaase. Mimi namshukuru Mungu, Mungu amenipa neema, ni mchungaji kijana, niwaase vijana wenzangu. Ninaamini ni vijana wenzangu, hebu waone umuhimu wa kulinda amani tuliyokuwa nayo ikipotea tufatilie nchi ya wenzetu huko Libya, yaani kabla hatujataka kuipoteza amani tuliokuwa nayo kwenye nchi yetu, hebu tujifunze kwenye mataifa ya wenzetu. Baada ya kuipoteza, waliingia gharama gani tena ya kuanza kuitafuta hiyo amani? Kwa hiyo Biblia inaposema kwenye kile kitabu cha Waibrania kumi na mbili kumi na nne, itafuteni kwa bidii hiyo amani. Ikipotea kuna gharama ya kuitafuta, kuitafuta. Ikipotea kuna bidii ya kuitafuta. Kwa hiyo kwa kuwa kwa tunayo Tanzania bidii. Okay, na maeneo ambayo vijana huwa wanatumia kufanya maandamano yao au kuhamasishana ni kwenye mitandao ya kijamii mm -hmm. na we unaweza ukaa shahidi kwenye makanisa yetu mm -hmm. wengisana, wamekua, wengisana. Mm -hmm. Sasa hivi vijana wengi sana wamekuwa waendi kanisani. Sasa nyinyi kama wachungaji au we kama mchungaji unatumia jitihada zipi kuhakikisha vijana mnawafikia kule kule kwenye maeneo ambapo wapo kuweza kuwahubiria amani, lakini pia kwa kuwahusisha kuhusiana na neno la Mungu? Asante sana. Kwanza tunamshukuru tuna, tuna nchi ambayo ni nzuri inaturuhusu kufanya mikutano ya Injili inaturuhusu kuingia maeneo yote kuwaambia watu umuhimu wa amani tuliokuwa nayo. Kwa hiyo nitumie nafasi hii, sisi kama kanisa la TCC Tanzania Christian Center Church tumejipanga kwa jambo moja, huwa tunafanya mikutano ya Injili. Kwenye ile mikutano ya Injili tunawafata kule kule vijiweni kuwahubiria ukisoma ile Yohana tatu kumi na sita vile inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba Yesu Kristo alikuja si tu kwa sababu ya sisi Wakristo, alikuja kwa kila mwenye dhambi. Kwao sisi kama kanisa la TCC, kwa tunawafuata na tunafanya mikutano kule kule vijijini mwao. Wakati mwingine huwa tunaingia hata kwenye mabaa, tunazungumza nao kirafiki kwamba umuhimu wa kuachana na makundi ya ajabu ajabu na kumrudia Mungu, kwa sababu na hii ni waasi wachungaji wengine. Hebu sasa ifike wakati tusihubiriane, tusisi kwa sisi pale pale kanisani, kwa sababu kama ukisoma kile kitabu cha Luka pia nasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta kile kilichopotea. Yesu hakuja tu kukaa mahali pamoja. Yesu aliwafuata huko mtaani, tunaona alihubiri Samaria, akahubiri Yerusalemu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anawatafuta, tulimuona Yesu alihubiri masokoni ona sisi kama tuna wajibu wa hii karne ya ishirini na moja sasa kwenda kuwafata vijana huko huko kwenye vituo kuwafata huko vijiweni mwao kuwaambia kwamba Yesu anaokoa lakini na kuendelea kuwasitiza umuhimu wa amani tuliokuwa nayo leo. Vijana wengi wanatumia muda mwingi sana kushinda mitandaoni kwa, na sisi kama watumishi wa Mungu, bado niwashukuru watu wa D&A TV kwa fursa hii, neema mliotupa kuwafikia vijana huko mitandaoni kwa hiyo kama wao wanakuwa mtandaoni tunamshukuru Mungu, na ninyi mmeona kuna umuhimu sasa wa kutafuta watumishi wa Mungu kuwafikia vijana huko mtandaoni. Ni njia mojawapo ambao tunaweza tukawashauri vijana wenzetu wa Kitanzania kwamba vizuri, hata hawa ambao wananisikiza wanafuatilia kipindi hichi, amani tuliokuwa nayo tuilinde, kama tukiipoteza kuna gharama kuitafuta. Okay, basi nikuulize maswali machache Je, wewe kama mchungaji upo kwenye Instagram? Ndio. Mm. Upo TikTok? Ndio. Uko Facebook? Ndio. Eh, huwa unatumia eh, kwenye wiki unatumia siku ngapi kuweza ku, kuweza kuwahubiria kupitia kwenye hiyo mitandao ya kijamii mtandaoni. Jambo la kwanza huwa ninajitahidi kwenye mahubiri yetu ya kila Jumapili kuwa tuna arusha huko TikTok na Instagram na Facebook, jambo la kwanza ni kuhakikisha vijana wetu tunawafikia. Yaani, ukiingia TikTok tuna mahubiri mengi sana tumeweka huko. Ukiandika tu kura msafiri utaona taarifa, mahubiri yetu yanakuja pale ya kanisa letu la Urejesho. Kwa nini tumesema tutengeneze mpango kazi wa kuwafikia vijana? Tunaona spidi ni kubwa sana ya vijana wakiwa wanapotoshana kwenye mitandao ya kijamii, na sisi kama watumishi wa Mungu tumesema hebu tuwafuate huko huko kwenye mitandao ya kijamii jambo la kwanza ni kuwaambia amani tuliokuwa nayo ni kitu cha muhimu sana. Ukisoma kitabu cha Yohana kumi na nne Yesu, ishirini na saba Yesu anasema amani yangu mimi nawaachia, si kama ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kumbe amani ya Yesu ambayo alituachia kwa hiyo mwasisi wa amani alikuwa ni Yesu mwenyewe. Unajua tumegawanyika kwenye makundi matatu ambao tunawajibu wa kuilinda amani tulionayo. Kundi la kwanza ni wananchi wenyewe nao wana wajibu wa kulinda amani. Kundi la pili ni viongozi tulionao. Kundi la tatu ni watumishi wa Mungu. Makundi haya matatu kama yote tutatimiza wajibu wetu kibiblia, nchi yetu itaendelea kuwa na amani mm. Ni naomba ni gusia ya makundi matatu kwa kifupi sana, kulingana na muda wetu. Kundi la kwanza ni watumishi wa Mungu. Kwa nini watumishi wa Mungu? Tuna wajibu wa kuwahubiria vijana wetu amani. Tunakutana nao makanisani, tunakutana nao misikitini, tunakutana nao kule kwenye mitaa sisi si, si, tu kwamba sisi ni watumishi wa Mungu basi tu, naishi, tu makanisani. Mimi ni mtumishi wa Mungu lakini naishi kwenye jamii. Kule kwenye jamii ninayoishi waone maisha mimi kama mtumishi wa Mungu ninayoishi, je, yanahamasisha ile amani? Tunaona kwamba ukiingia kwenye mitandao ya kijamii kuna watumishi wa Mungu nao wameungana makundi ambayo yanahamasisha amani. Kwa mimi nitoe rai yangu n nitoe mwito kwa, ni, kwa watumishi wa Mungu tusimame kwenye kusudi la Mungu. Okay. Na e, miongoni mwa malalamiko sana ya hawa vijana e, ambao wanataka kuandamana mara nyingi huwa wanasema e, kwamba ni ugumu wa maisha e, lakini pia ufitha, ufisadi umeona na kukosa na ukosefu wa ajira. Sasa wewe kama mchungaji hili jambo unalitazama vipi? Sasa na unazungumza vipi nao vijana ambao wako na mitazamo hiyo? Asante sana. Jambo la kwanza ni nilizungumza tuna wajibu wa viongozi, umesema hapo kuna ufisadi hmm. Alafu jambo la pili tuna ugumu wa maisha, ninaomba hmm, nianze na ile ugumu wa maisha alafu nije la ufisadi. Ugumu wa maisha, sisi vijana tunaweza tukausababisha wenyewe. Kijana kutwa yuko mtandaoni kutoka asubuhi mpaka usiku, anaamini anaweza akapata pesa. Lakini wacha niseme jambo moja, ukisoma kitabu kile cha Mwanzo kwenye uumbaji wa Mungu Mungu anamuumba mwanadamu wa kwanza, anaenda anamuweka bustani ya Eden, anamwambia akatawale na kumiliki. Maana yake alikuwa anamwambia akafanye kazi. Tunakuja kwenye uumbaji wa Mungu tena, Mungu anamwambia Nuhu katengeneze safina Nuhu. Biblia inasema ya kwamba Nuhu alienda porini akakata miti akafanya kazi akaja akatengeneza safina. Kwa hiyo tuna wajibu kama vijana wetu kuasisitiza kuwa, kwamba wana wajibu wa kuacha kulalamika na kufanya kazi. Leo tumekuwa na vijana wengi mtu wa Mungu. Mimi niko pale kanisani Jumapili nilikuwa ninawafundisha vijana wetu. Ninawaambia mimi ni mchungaji lakini ninapokuombea nenda kafanye na kazi. Si tu ni kuombea alafu nikwambie kaa hapa kuanzia asubuhi mpaka jioni tutakufukuza hapo kanisani. Hmm. Tutakuombea. Biblia inasema kwamba Mungu huwa anabariki kazi ya mikono. Kazi ya mikono. Sasa kama neno la Mungu linasema Mungu anabariki kazi ya mikono, maana yake baada ya kuombewa na mtumishi wa Mungu nenda kafanye kazi. Na Nataka nikwambie ukisoma Biblia hii kwenye kitabu kile cha cha kumbukumbu la Torati 28 nadhani. Biblia inasema nitakubariki mjini, nitakubariki mashambani. Maana yake kama uko mjini kaf, kafanye shikazi, kalime. Kama uko hapa mjini kafanye biashara. Mungu anabariki kulingana na vile ambavyo unajitoa kwenye kazi zako. Mungu akubariki kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo vijana wenzetu wa Kitanzania ni waase jambo moja. Tuna wajibu wa kwenda kufanya kazi. Yaani ili tuweze kukutana na Mungu, Mungu akakubariki kwenye kazi ile unaenda kuifanya. Lakini jambo la pili ni umesema ya kwamba kuhusu ishu ya ufisadi. Sasa ndio maana pale nikasema viongozi wetu nao wana wajibu wa kusimamia uwajibikaji serikalini. Hili nalo linaweza likawa ni chanzo cha kutupotezea amani tuliokuwa nayo leo. Kama kijana mtanzania atakwenda atafanya kazi, atalipa kodi yake kwa uaminifu, alafu ile kodi, tunategemea kodi yetu ikajenge barabara, tunategemea kodi yetu ikatuletee umeme, tunategemea kodi yetu ikatuletee maji. sasa viongozi wetu wasiposimamia uwajibikaji serikalini nao inaweza nikawa ni chanzo cha kupoteza amani tuliokuwa nayo. Huu ufisadi leo mtu anapopewa dhamana kusimamia sekta ya umma ana wajibu wa kulinda fedha za Watanzania. Kwa hiyo ni ni sehemu ni toe rais sasa kwa viongozi wetu wenye mamlaka wasimamie fedha za Watanzania. Inaweza ikawa ni chanzo cha kupoteza amani na mshikamano tulio nao. Leo mtu hawezi akaona ya, ya kwamba analipa kodi yake. Halafu ile kodi haiendi kutengeneza barabara bara. Analipa kodi yake alafu ukienda hospitali ya wapati hao watu madao, na hili ni eneo ambalo linaweza likahatarisha amani ya mustakabali wa taifa letu. Kwa hiyo uwajibikaji okay. Ufisadi ukemewe mm. Mm. Okay. Sasa mwisho kabisa e, tarehe ishirini na tisa ni siku ya wananchi kwenda kupiga kura mm. Na hapo kuna kauli mbili uh, kuna watakaenda kutiki na kuna wengine wanasema watu wenda kutivi no reform no election. Sasa wewe kama mchungaji eh, unaambia nini watu kuelekea hiyo tarehe? Mimi kwanza niwaase Watanzania na vijana wengine, kupiga kura ni haki yetu ya kikatiba. Ninaomba hapo, ndugu mwandishi, nimalizie kwa kusema mambo mawili kuhusu kwa Watanzania wanaenda kupiga kura na kuhusu viongozi tuliokuwa nao. Mimi niseme jambo moja, ni hamasishe kwanza, twende tukapiga kura lakini baada ya kwenda kupiga kura, muda tuliokuwa nao ni muda mchache. Baada ya kwenda kupiga kura, ni waombe sasa wale watakaopata dhamana ya kuongoza nchi yetu, tukawasikilize na wale wenye malalamiko yani, kwa sababu kuna watu kweli wana, wana malalamiko. Tuna haja ya kwenda sana wenyewe kuwasikiliza, kama kuna changamoto tukazitatue zile changamoto zao, ili tulilete taifa letu kwanza, kwa pamoja. Jambo la kwanza, amani inajengwa kwa kusikilizana. Yani, upande wa pili mtu anapolalamika naye ana haki ya na kusikilizwa kikatiba. Kwao nitoe rai yangu, lakini mambo mawili. Jambo la, jambo la kwanza Watanzania, tarehe ishirini na tisa twende tukapige kura, baada ya kuwachagua viongozi wetu, na niwaombe sasa wale ambao watapewa dhamana ya, ku, ya kuchaguliwa kuiongoza nchi yetu, hebu tuje tuwasikilize, na hawa je, wana hoja zipi, alafu tuzitatue kwa pamoja, tukae chini kama taifa la Tanzania, amani yetu ilinde kwa pamoja ni kushukuru sana mchungaji. Karibu sana kwenye studio zetu kwa mara nyingine, tukikuhitaji tunaomba milango hiyo iwe wazi. Asante sana, tuko pamoja, tutashirikiana <muchiline>